Muda huu ni saa tisa kamili. Wakati bwana anasema muda watu waanze kunawa, ilianza kuelekea upande huu kijua, sasa tunataka kwa mstari, alafu kumbe mwisho analeta habari za kuzungumza, lakini sehemu ya kwanza ni shukurani kwa familia kwa namna nzuri ambavyo mlivyopewa wito na mkaja mkaungana na familia hii kwa jambo la harusi la kijana wao ambaye ameoa wa leo. Ndugu na jamaa, tunapewa shukurani kwa sisi kuja kuhudhuria. Kama tusingelikuja kuhudhuria, tungelikuwa hakuna sababu ya harusi, kwa sababu yapo maandalizi waliyoyaandaa kwa ajili ya sisi tuje tusherehekee, tushuhudie kwamba kijana wao kaoa. Kwa hiyo tunaombewa dua, Mwenyezi Mungu atulipe kila la heri, lakini baada ya shukurani tutakapokuwa tumemaliza kunawa na kula, itakuwa ni ruhusa, tumeruhusiwa kuondoka, tutakuwa hatuna jambo jingine lolote. Lakini mimi kama mimi niseme maneno makubwa mawili. Jambo la kwanza ni kumwambia baba harusi, nenda ukaivumilie ya ndoa yako. Ndoa inahitaji uvumilivu, wewe umvumilie na yeye akuvumilie. Yaani bila uvumilivu kwenye ndoa huwa hakuna sababu ya mtu kufanyaje kuoa. Kwa hiyo wewe nayetwambia ukavumilie ni kwa sababu wewe ndio muhimili mkubwa kwenye ndoa hii. Kwa hiyo nenda ukavumilie, kwamba Shehe Bahati aliniambia neno moja kwenye ndoa yangu, niende nikafanyaje nikavumilie. Na haya ndio maneno aliyasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, furaha ya ndoa ni kipindi kidogo, washidatu ha daima misukosuko ya ndoa inaendelea. Kwa hiyo furaha ni kipindi hiki kifupi hiki, unaweza ukachukua siku moja mbili tatu, mwezi ukawa una furaha. Baada ya hapo zinaingia changamoto za nini, za ndoa. Kwa hiyo wewe, wajibu wako kama steering ni lazima uhakikishe unashinda kila mtihani utakaojitokeza. Kwa hiyo wewe ukifeli, maana yake utatoa talaka, kwa hiyo utakuwa hakuna sababu ya kuingia kwenye nini, kwenye ndoa. Ndoa sio furaha kila kila wakati. Kwa hiyo kila ukitaka kuingia kwenye maamuzi, kumbuka Shebahati aliniambia nifanyeje, nivumilie. Lakini ushauri unaruhusiwa kupokea, lakini ukija ushauri wa kitu ambacho hakitomfurahisha baba harusi, bibi harusi, hakitomfurahisha mtu mwingine yeyote, rudi kwenini, kwenye nini, kwenye uvumilivu. Hili ndio nilipenda nikwambie, lakini bibi harusi aliyeolewa, yeye namuhusia mambo matatu tu. Wewe nimekwambia ukavumilie kwa hiyo uvumilivu umebeba kila jambo, kavumilie. Bibi harusi nimemwambia mambo mangapi ata, lakini nilipokuambia wewe uvumilie, sikuwa nakwambia wewe tu, namwambia kila aliyeoa kwenye ndoa yake, kafanyeje? Akavumilie. Mwanamke nyama yake ni moja tu, ni moja aliye ndani nyama yake moja, na aliye nje nyama yake ni ni hiyo hiyo tu. Wajibu wako kafanyeje? Wakawavumilia bibi harusi, namwambia mambo matatu. Na hawa waliopo hapa nawaambia mambo mangapi? Mambo matatu. Wakizingatia mambo matatu, ndoa zao hazito yumba. Mambo mangapi? Matatu. Kwa bibi harusi alisikilize, jambo la kwanza, awe anajua kupika, awe hodari, hodari wa kufanyaje, wa kupika. Na hii natuma hii meseji kwa huyo bibi harusi, simwambii bibi harusi tu, nawaambia kila walioolewa wakawe mahodari kufanyaje. Kama mnajua hogera zenu, lakini mimi nachokijua wanawake wengi hawajui, hawajui. Sisemi, sisemi wanawake wote hamjui, nasema wanawake hawajui kupika. Mwanamke mwenye kujua kupika yoyote, mwanamke mwenye kujua kupika yoyote, mwanamke mwenye house girl, amemweka house girl nyumbani, dada wa kazi, mwanamke huyo anayejua kupika huwa haruhusu chakula cha mume wake apike mfanyakazi wa ndani <laughs> lakini Wewe unamuuza yaani, wewe unajiuza kwa kupitia naninpaka <laughs> nienda watawana kidogo. Hii ni moja. wewe dada, uliyeolewa umesababisha niseme, ujue we... kupika. kupika. ukiwa hujui kupika, kana mama mkwe wako mwambie, mama, mimi kule nyumbani kupika ilikuwa ni shida, naomba unifundishe kufanyaje na we brother, ukiona mke wako hajui kupika usiishie hapo, mtafute anayejua kupika amfundishe kupika, mwelewa vizuri eh, kwa sababu leo vijana wengi tunashindwa kuwabeba watu kuwapeleka majumbani kwetu. Tunashindwa kwa sababu unampeleka kwenye lanchi, unajumlisha unayempeleka na anavyopika mke, unalazimika mpeleke hotelini, anatumia gharama kubwa hotelini hali nyumbani, mke hajui kufanyaje. Hizi gharama sio sababu za wewe kufa beba mwanamke huyu. Leo tunawaona kuna wakina mama wanaopika kwenye masherehe, chakula ukikila unasikia ladha, mchukue huyo mke, mwambie, mama wewe unapia kwenye masherehe, mke wangu vitu vitatu hajui kupika, hajui kupika pilau, hajui kupika nyama, hajui kupika samaki. Vile ambavyo unavyoona mke wako anafeli, mlipie unaingia eh? yeah. Eh, nyumbani unakwenda kula nyanya imesimama kama askari anapiga saluti. Hiyo braza ilikuwa yeah. <laughs> <laughs> moja yeah. Jambo la pili, mwanamke awe hodari chumbani awe yeah. Mimi unajua yeah. Kula, kula muda mrefu, naomba niishie hapo wazee chakula mmemaliza. Kwa huyo bibi harusi, mko vizuri eh? yeah. nawashukuru sana. Kama kwa huyo binti, mko imara, walioko hapa sio mahodari, kwa kwaomezao kwa hiyo, na mimi napenda kutoa hii lecture nayoitoa hapa, simwambii bibi harusi tu, ninamwambia kila muhusika Mwanamke ukiwa hodari chumbani, hodari unapozungumza, hodari ni mwanzo wa maandalizi, mpaka inafika mume wako anaingia chumbani, hodari huu wanawake wengi wamefail. Ukiwauliza hao wanawake wanapika chakula muda gani, chakula cha usiku wanapika muda gani? Wengi mnapika saa mbili kamili usiku, hayo maandalizi mnayofanya muda gani? kimekaa juu ya mto <tuhi> hodari. Yani, mwanamke akawe hodari chumbani, kuanzia mazingira ya chumba chake yeye mwenyewe na namna mume wake anavyoingia ndani ya nyumba, ima kuanzia kwenye fensi anaingia. Uwe hodari kuanzia mwili wako, uwe hodari kwa ulimi wako, uwe hodari mpaka chumba chako umekiandaa. <tuhi> Mimi no? nakwenda na kuoa mke wa nne, saa hizi naenda kuoa wa mke waai nne yeah. <laughs> na inawezekana nikabadilisha nikaoa mnyamazi, nikaenda kumalizia tanda mwezi wa Ramadhani. Anayechukua ushindi ni mtu gani? wanaochukua pale unaona unaona wanatokea, una mkoa wa gani? a maana yake ya kuna watu nawaona hawa watu wanashindana kwenye kupika kwa, unaikuta Tanga ee, kasimama, alafu unamkuta na mnyamwezi yuko nyuma. Kabila, ake, makabila ni mawili tu, maana yake makabila wengine ya? bado kuna changamoto kufanyaje. Aywa, nazungumzia kupika na uhodari kujipanga, mme anakuja kwa me anakuja, ujipange, vinginevyo navyo kibaka aliyopo nje anamsubiri mme wako. <coughs> sehemu ya mwisho, ulimi huu, ulimi huu, ulimi huu ni ulimi mzuri sana, lakini ni ulimi mbaya. Mwanamke akajipange, kwenye ulimi dhidi ya mme wako. Unaweza ukamwona mwanamke ni mzuri, mashallah, ulimi wake umeharibika. Bibi harusi inawezekana hili neno hawakukwambia na hili neno, neno halipatikani. Neno, neno gani mmemwambia? Nimemwambia neno gani sasa tunalifundisha haya mafundisho haya patikani kwenye gazeti aanabatigana kwa mtume Muhammad. Hivi ni mwanamke gani akipewa tendo la ndoa na mume wake anasema asante? nammewageramasamasa ndoa nyingi, maana nilisema zimekoromoka. Ndio maana mimi usije kusema, kwa sababu mpereji wangu mrefu kidogo eh Wajei kupewa kanga ukasema asante tu. Kuna watu wako nje, tendo la ndoa wa ni la kuiba. Wakati una mme wako ukimaliza tendo la ndoa, mwambie mme wangu na kushukuru. Wabillahi. <coughs>